Chief kamanda wa IRGC ameionya nchi ya Marekani pamoja na Israel na mamruki wanaotumia mbinu za kidaeshi kuwa wakikosea mahesabu yao katika kutaka kuiangusha Irani basi watakutana na jibu kali lenye pigo zito kubwa sana. Katika kauli yake, Meja Jenerali Mohamed Pakpol amesema IRGC imebakia katika utimamu wake wa utayari kwa ajili ya kuharibu mipango yoyote michafu dhidi ya Teherani inayoratibiwa na Washington pamoja na Tel Aviv. Aidha, katika kuongezea amesema IRGC yenye nguvu na mashuhuri iko kwenye kilele chake cha utayari kutoa angamizo kali, kama sehemu ya majibu ya hesabu mbovu za adui yetu na mamluki anayetumia au mamluki wanaotumia mbinu za kigaidi za Daesh kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uongozi wetu chini ya Ayatollah Seyyed Ali Khamenei na umoja unaogopesha wa watu wa taifa letu Railan tutaweza kudhoofisha mipango yoyote inayoratibiwa na White House pamoja na Teravivu dhidi ya taifa letu imara la Iran. Aidha, kamanda huyo ameweza kutanabaisha kwamba Rais Donald Trump pamoja na Waziri mkuu Benjamin Netanyahu ndio wahandisi wakubwa sana wa machafuko ndani ya Irani na pale Mashariki ya Kati, akiwataja kama wauaji wakubwa wa vijana wadogo na wanausalama wa taifa la Irani, na akimtaja Donald Trump kama mcheza kamari za ucha, uchafu na uhalifu na kama Nimrod au mfarme Nimrod wa dhama zetu za karne 21.